Shamra shamra za mahafala na wanafunzi kufuzu katika masomo yao hushuhudiwa sana mwishoni mwa mwaka. Tofauti na sherehe hizo, mtaa mta, mta, mta mzima jijini Nairobi unashuhudia mahafala wa aina ya kipekee na vijana katika jandoni kama anavyotuarifu Robert Karuga. hey, Mbwembwe na mihemko ya aina yake ilishamiri katika kilele cha maadhimisho ya kufungwa kwa siku tisa za faragha kwa wavulana hawa wa jamii ya Wakikuyu kutoka pembe zote za taifa. <mikunyumatikana> Hii ni baada ya kwenda jandoni na kupokea mafunzo yanayohusiana na utu uzima kutoka kwa wazee wa kundi la Aramati Dhingira kutoka eneo la Kiamumbi, kaunti ya Kiamumbi. Siku ya leo ndio wanaonana na wazazi wao mara ya kwanza wakiwa wanaume. Kubadilishwa kwa mtaala wa elimu kulisababisha kuahirishwa kwa, kwa shughuli hii ya tohara kwa vijana na ilibidi wazee wasubiri vijana hawa 147 kukamilisha masomo yao ya gredi ya tisa wana grab very fast eh? And eh, they are also in a, in a position to engage us directly na kuuliza maswali eh, ambayo inabatana na, na ile mafunzo tunawafundisha. Kutokana na suala la hivi majuzi la vijana kujitosa katika masuala ya siasa na uongozi nchini, suala la uongozi na uhifadhi wa mali ya umma bila tamaa na wizi ni miongoni mwa mafunzo ambayo wamepokea, huku wakipata fursa ya kuwachagua viongozi kati yao. Tumefunzwa mambo ya kalcha yetu. E, tukafunzwa ka morals, vitu tunastahili kutia maanani na vitu zitatupeleka mbele. Kauli mbiu ya kundi hili la Aramati Dhingira ni uhifadhi wa mila na tamaduni za jamii ya Wakikuyu, ikizingatiwa kwamba kadri nyakati zinavyosonga ndivyo utamaduni unatokomea kutokana na desturi na tamaduni za Magharibi. Kina mama pia huwa hawabaki nyuma katika ngazi hii maishani mwa vijana hawa, na muhimu likiwa kumtunza mtoto mvulana katika jamii ya Kikuyu na jamii zote kwa ujumla. Sehe <tutu> <tutu> hii ya maafala wa kitamaduni ni mwanzo wa awamu ya pili ambako wazazi wanatarajiwa kuwaelekeza wanao katika utu uzima. Robert Karuga, runinga ya Citizen. <tutu>